Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, ambapo mwaka uliopita ulitajwa kuwa mwaka uliokuwa na visa zaidi vya mauaji ya wanawake humu nchini, huku takriban kila wiki, vifo vya wanawake waliouawa kwenye dhuluma mbalimbali mbali vikiripotiwa. Mojawapo ya visa vilivyogonga vichwa vya habari kwa muda ni kile cha mauaji ya wanawake eneo la Kware hapa mtaa wa Pipeline Nairobi ambapo miili ya wanawake ilipatikana kwenye magunia ikiwa vipande vipande. Mwandishi wetu Franklin Wala kwa mwaka mzima alikuwa akishughulikia taarifa kama hizi na anatupa simulizi yake. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa kazini nikiendelea tu na kazi kama kawaida, na ghafla nikapokea mojawapo wa simu, simu ambayo ilibadilisha mambo siku hiyo. Aliyenipigia simu alianza kwa kueleza kwamba kuna miili ya watu ambayo ilikuwa imetambulika katika mgodi wa Kware hapo Pipeline. Na zilikuwa taarifa za kutisha na kushtua, nilibaki na maswali ya kutaka kuthibitisha, je niliyoelezwa yalikuwa ni ya ukweli. Na pindi tu nikampigia mmojawapo wa maafisa wa polisi ambao wao wanaendesha mambo ya uchunguzi katika jiji la Nairobi, hasa kaunti mzima ya Nairobi. Afisa huyo niliyempigia simu akanifichulia kwamba kweli kulikuwa na kisa kama hicho, na ni kwamba pia hao walikuwa wanajipanga kuelekea katika eneo la tukio katika mtaa huo wa Pipeline tukajiandaandaa tuka na tukatoka afisini na kuelekea kufika katika eneo la tukio, likumbana na umati wa watu. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na hasira, ikatulazimu kuwatafuta baadhi ya vijana ambao walikuwa eneo hilo, na vijana hao wakatusaidia kuingia katika eneo la tukio. Na tulipofika katika eneo la tukio, tukapata maafisa wa polisi wameanza kujiandaandaa na kutenga eneo hilo kuwa kama eneo la tukio na kuzuia watu kufika katika eneo la tukio. Tulikumbana na harufu kali, kulikuwa na magunia ambayo yalikuwa yametapakaa, ilikuwa ni miili ya binadamu. Tulipiga kambi hapo kaanza kukagua na kukusanya taarifa ya kilichokuwa kimetokea. Kibarua kwetu kilikuwa ni kuthibitisha taarifa hizi na kupeperusha taarifa kwa watazamaji. Kulikuwa na mgawanyiko baina ya wananchi na serikali kwa sababu watu walikuwa na maswali sana, wanauliza ilikuwaje, kisa kama hiki kinaweza tokea hatua chache tu karibu na kituo cha polisi ambacho kilikuwa pale cha Kware. Uh, tulisalia katika eneo hilo la tukio maafisa wa polisi wakiendelea tu kufanyafanya fanya uchunguzi wao, na wale vijana ambao walikuwa wanawasaidia kuopoa na kutafuta zile mili kwenye mgodio waliendelea na shughuli zao, vijana wakitoa magunia ambayo yalikuwa na zile mili na kuyaleta magunia yenyewe katika eneo ile ambayo lilikuwa sasa eneo la kukusanya yale magunia, ndio yaweza kukaguliwa na kuthibitishwa kwa undani. This is fresh. Hii ni mtu ameuawa, Not long ago, katika prukshani hiyo nilikuwa nikihitajika kufanya taarifa za kuwajulisha watazamaji, yaani kwa kizungu inaitwa live link. Nyuma yangu chini maafisa kukabiliana na vurugu ambao wamefika hapa kujaribu kukabiliana na hali hii, na nilipokuwa hata nikitoa taarifa katika ile live link, nilikuwa niko na hofu mimi mwenyewe, nilikuwa pia nimeshtuka, kwa sababu kile nilichokiona zilikuwa zile picha zinani kujia wakati nafanya ile link na pia ukiangalia vurugu ambayo ilikuwa pale ilikuwa ina tatiza zaidi. Nakumbuka ilifika wakati fulani gari la polisi la kubeba miili likafika pale, na ilihitajika kwamba baadhi ya miili ambayo ilikuwa imetolewa katika mgodi huo iwekwe kwenye hilo gari la polisi, na katika ile harakati ya hiyo miili kuwekwa kwenye lile gari la polisi, vijana waliwalemea polisi kwa nguvu na wakafaulu kuchukua mojawapo wa gunia ambalo lilikuwa na kile ambacho tuliamini ulikuwa ni mwili wa binadamu. Walitaka kufika na mwili huo katika kituo cha polisi cha Kware. Iliwalazimu maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kukabiliana nao. Kibarua kigumu sana kilikuwa ni kuthibitisha taarifa ambazo zilikuwa zinahusu idadi ya miili. Tulikuwa pale polisi wakichukua rekodi yao, nasi pia tukichukua rekodi zetu. Siku iliyofuata, pia tulirejea katika eneo hilo la tukio, na hapo ndio mambo yaliharibika zaidi. Baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa vimetoa taarifa ambazo zilikuwa zinaashiria kwamba miili iliyopatikana katika mgodio wa Kware ilikuwa ni miili nyingi kuliko ile ambayo sisi tulikuwa tumewajulisha watazamaji katika taarifa zetu. Na pindi tu tulipotoa vyombo vyetu na wale wananchi wakaona kwamba sisi tulikuwa ni wanahabari kutoka runinga ya Citizen, wakakuwa na hasira sana na sisi na wakaanza kutuvamia. Kulikuwa na afisa mmoja wa polisi ambaye alikuwa pale, nilimtambua, na afisa huyo ndiye aliweza kutusaidia, akatuweka kwa pamoja na akatupeleka katika eneo la kanisa, kanisa ya Redeemed. Josephine alikuja kwangu kaniambia, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi hivyo? Nikamuuliza kwa nini na uko wapi, tunazidi tunakutafuta. Familia fulani ikajitokeza, familia ambayo ilidai kwamba ilikuwa imepata ndoto kuwa mwana wao alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wameuawa na miili kutupwa katika mgodi wa Kware. Akasema, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi? Mimi mnajua nakaa kwa maji na nimedungwa visu kwa mapaja na kwa kwa shingo, hiyo mto mahali niko hiyo mtu iko na takataka hiyo mahali niko nikujie pale. Tulikuwa wa kwanza kuzungumza na hiyo familia, ikatuelezea jinsi ndoto ilivyo wakujia. Kulikuwa na ndoto ambayo iliwaelekeza pale. Familia zikaanza kujitokeza, familia tofauti tofauti, shughuli za kutambua miili zikaanza. Nakumbuka mwenzangu Ode Francis naye alikuwa upande mwingine, upande wa City Mortuary, vile tulipeana maelezo, vile alitoka kama amevaa, tukaletewa miili miwili kuconfirm kuangalia, moja ikawa ni yeye, lakini tukawa tuna doubt, hatuko sure <laughs> shughuli ya kutambua mili ikaanza kirasmi. Harakati za kuchukua sampuli za DNA zikaanza, kukakuwa na wakati wa kufanya uchunguzi wa maiti. Artifacts. Kadri muda ulivyokuwa ukisonga, polisi wakabahatika, wakamnasa mshukiwa ambaye alidaiwa kuhusika katika mauaji haya, na pindi tu mshukiwa huyo akawapeleka polisi katika nyumba ambayo alikuwa ameikodi karibu na eneo la Kware pale Pipeline, polisi walipata baadhi ya vitu ambavyo viliaminika kuwa ni vya watu ambao walikuwa wameuawa. Polisi wakatoa taarifa na kusema kwamba mshukiwa amekiri kuhusika kwa mauaji ya wanawake arobaini na wawili. Mshukiwa akafikishwa mahakamani mahakama ikaamuru mshukiwa huyo Collins Jumaisi azuiliwe katika kituo cha polisi cha Gigiri. Na usiku mmoja tu, nikapokea simu kutoka kwa mojawapo wa polisi wakinieleza okay, kwamba eh, yule mshukiwa ambaye alikuwa amekamatwa na kuhusishwa na yale mauaji yaliyotokea Kware alikuwa ametoroka kizuizini mwa polisi. Ikawa vigumu sana polisi kueleza ilikuwaje mshukiwa huyo akatoroka akiwa kizuizini mwao. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi na familia za waliokuwa wameuawa zikasalia solemba, zikitaka majibu. Huyu jamaa hakuna vile angepotea kwa seli ya polisi. Mshukiwa Collins Jumaisi akawa ametoroka na hajawahi kupatikana kufikia sasa. The Kenyans have not yet been told what truly transpired at the quarry dumpsite. Kitendawili cha mshukiwa Collins Jumaisi kutoroka katika seli za polisi, ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba mshukiwa huyo amekamatwa na waliouawa angalau wamepata haki. Sometimes nimelala kama nimeamuka, nimeona tu mtoto wangu. Na hii ni mojawapo ya taarifa ambayo kwangu itasalia kuwa ni kama taarifa ambayo haitanitoka. Jina langu ni Franklin Wala.